Ayuh... Ayuh... Uh... Mheshimiwa, salamu aleikum Babuana... <wh repetition> wa rahmatullahi wa barakatu, mabwana na kina mama huko nyuma, wallahi maneno yote ameshazungumza mwenyewe Mufti na washike wetu hawa maarufu kunawapenda wote Dar es Salaam hapa wamesimama meshatinasihi mi sina cha kuongeza, lakini mmoja tu ambalo aliozungumza Mufti ni juu ya amani. Lakini sisi Waislamu tunatii viongozi wetu, basi tuendelee, tuwatii wazee, Mufti na hawa wote wa chini, kutunza amani na kuingileza amani. Langu mimi sasa, Sheikh pengine, nataka tukupongeze sana kabisa utaratibu huu unaofanya kutoa beti akota jema lakini kwa kuwa leo nimepewa nafasi ya kumwakilisha Mufti, basi nianze hapa ujio. Kama kweli mimi namshauri Mufti, ushauri wangu du hizo kaiiiavtu otoa shekhu hapa, anaandika mimi Masudi Fatima Masudi wa Jongo, haijakamilika, haina uzito lazima aandike mjumbe wa kamati <coughs> ya ulama.